So siku ya jana kwenye story yangu ya Instagram ni share kuhusu website inaitwa Silenso website ambayo inalipa kwa kufanya tu kazi ndogondogo ndogo. Na moja kazi ambayo na ya kazi uh, ambayo inapatikana sasa hivi ni ya ku train AI Kiswahili ambapo wanalipa dola kumi kwa saa. Kazi yako tu ni kujisajili kwenye ile website. Amna interview, amna kitu chochote, wanakuuliza swali pale unaongea. Uh, uh, Sasa uzuri ili kurahisisha hii kazi. Uh, nimeshare link hiyo Silencio, ukiingia kwenye kama uh, video hii unaiona kupitia Instagram, kama unaiona kwenye TikTok, kama kwenye kwenye platform yote, ukiangalia tu juu pale kwenye bio yangu kuna link imeanzia na link.com afu mafolebaraka.tz, ukiklik utaona link ya Silencio pale, ambapo itakupeleka kwenye hiyo kazi na utaweza kufanya hiyo kazi. Na kidogo, watu wengi sana ninawashinda namna gani ya kufanya hiyo kazi, nimeandika article kwenye uh, blog yangu ya www.mafolebaraka.blog.com ambapo ina maelekezo namna ya kufanya hiyo kazi, na namna na gani wakikulipa hela, unaweza ukatoa. Na pia nimeshuti ka video kadogo ka YouTube, ambapo uh, unaweza ukajisajili kwenye website na unaweza ukatoa hela, na uh, wana ajira watu wengi kwa sasa hivi. Kwa mfano kwenye project ya Kiswahili wameajiri kama watu elfu tano na kwenye website, uh, kwenye kazi ya Kiingereza wameajiri watu elfu saba na, na wana kazi pia za lugha nyingine tofauti tofauti na a uh, binafsi siko affiliated na hiyo kampuni ya Silencio kwa namna yote, but hiyo link uh, ili kuweka sasa uwazi, hiyo link ambayo nimeshare hapo ya, ya Silencio ni link ambayo ya affiliate ambayo ukikiliki mimi nakuwa nalipwa kiasi kidogo. Nimesha hivi kwa uwazi kabisa. Lakini uh, pia uh, kulikuwa sasa, mimi mwenyewe wakati mwanzo naanza I uh, mean naiona website naona hiyo kazi nilikuwa dilemma kidogo, kwamba watu ni legit ama sio legit, kwa hiyo nikafanya utafiti kidogo nikaangalia baadhi ya platform nikaona feedback za watu ambao wamesha kufanya kazi na wao jamaa before, nikawa nimejiridhisha. Na pia nikaangalia account yao ya, ya LinkedIn nikaona makao yao makuu nikaona baadhi ya project ambazo wamefanya na namna gani wanafanya kazi so nikajiridhisha wako legit, lakini siku affiliated nao. Wote nimezungumza haya ili kuweka wazi kabisa kwa mtu ambaye ndio atakuwa interested kufanya hii kazi. Na pia in short, kama una mchongo wote na unajui kitu gani cha kufanya, I think hiyo ni, inaweza kuwa project nzuri ya kufanya kwa